Nikabaki nimetoa mimacho tu, kwa sababu kila mtu alikuwa anatuangalia. Yule kocha akanifata akanipa mkono, namuuliza mkono wa nini? Akaniambia hongera. E jamani, hii shule kwani watu wana mapepo au? Si mtu mzima huyu ananipa hongera ya kuwa na mahusiano shuleni? Nikamuuliza hongera ya nini? Akaniambia hongera kwa uchumba wako wa kwanza na karibu rasmi Light to Light Secondary School. Sikumwelewa ila nikajibu asante tu ili anitolee kiwingu. Tulivyomaliza mazoezi tukahamia kwenye kujifunza moves huku tunarushiana mpira. Wakati huo tulienda kwenye uwanja wa netball sasa, ila uwanja wao wa kisasa una hadi screen kama kule kwenye uwanja wa football. wakati tunafanya hayo mazoezi, mpira nikarushiwa mimi alafu nikatakiwa nifunge, nikarusha mara moja na nikafunga. Nikasikia sauti za wanaume wanashangilia, kuangalia kule kwenye viti, kumbe timu ya basketball walikuwa wamekaa wanatuangalia mmoja akaropoka karopoka akasema, shemeji upo vizuri kama kaka yetu kwenye kufunga. Kisha wote wakaanza kushangilia woyoo. Baada ya hilo tukio, nilikuwa na jisi aibu sana. Tukamaliza kwa siku hiyo kufanya mazoezi, ila nikamfuata kocha kumuuliza, kwani hatuna muda wa kwenda kusoma maana tunacheza tu? Yule kocha akasema, nyie mmeletwa kwa ajili hii, na pia hiki kipindi shule zimefungwa, maana ulikuwa ni mwezi wa kumi na moja mwishoni nikamuuliza kwa hiyo masomo yataanza mwezi wa kwanza watu wakirudi likizo? Akajibu ndiyo. Nikamuitikia sawa, ila kabla sijaondoka, kocha akanambia alafu, nina ujumbe wako kutoka kwa captain. Nikasema muda wa kula uende kantini ya VIP kule nyuma. Niseme ukweli, uvumilivu ukanishinda nikamuuliza kocha, kwani mbona unashadadia sana haya mambo, mimi kwani si ni mwanafunzi? Yule kocha akasema mdogo wangu, ndo maana mda ule nilikwambia karibu rasmi Light to Light Secondary School. Nikamuuliza, ulimaanisha nini? Akasema hii ndo shule yetu, ina kila kitu kama maisha ya nje, kwa sababu humu kuna watoto wa watu maarufu sana ndani na nje ya nchi, na humu baadhi kuna wachumba kabisa, na idhini imetoka kwa wazazi wao, kama wakiingia hubia au wakitaka kuwekeza alafu watoto wao, basi wanahalalishwa uchumba. Nikawa najisemea moyoni, hivi nimejileta wapi huku mimi Sakina. Yule kocha akanambia, nenda dom ukajiandaye kwa ajili ya deti yako ya usiku. Nikamjibu sawa, kisha nikaondoka. Nimesika dom, tukaenda kuoga kisha tukaenda kantini. Sasa Justina akawa anachekacheka tu kama mwehu, namuuliza shida nini? Akaniambia, shogangu, twende tukale kwa kule nyuma. Nikamuuliza kwa nini? Akasema, bwana twende, nataka nipajue tu. Nikamwambia, Justina, unataka unipeleke kwa Rahel? Akaniangalia kisha akaniambia, sasa shogangu, ningefanya nini mimi maana, nimepewa laki tano nilivyochi nikaanza kushangaa, we shogangu, siniambie. Akasema kweli, na kaniambia nikikupeleka atanimalizia hiyo laki tano nyingine, alafu akinipa nitakupa hiyo laki tano shogangu, twende basi. Nikamwambia ila bwana, mimi naogopa, shogangu anavyopenda hela. Akawa ananitia moyo, eti usiogope bwana, nitakuwa nakaa kwa karibu, akifanya mambo ya ajabu na kuja kukuokoa. Basi tukakubaliana na Justina, nikakubali kwenda. Justina akanipeleka tumefika kwenye mwango wa nyuma, akanipeleka vizuri, nikajua atakaa pale eti akaondoka. Ila nyie, huyo Justina kama mchawi yani, kageuka kuondoka kama anijui. Nikawa namuita kwa chini chini, we Justina, Justina, unaenda wapi? Rahel akanisikia akaanza kucheka, kaniuliza, akaniuliza hivi, we ushawahi kuwa na boyfriend kweli? Nikashtuka maana nilikuwa na concentrate na kumwita Justina, nikamuuliza umesemaje? Akaniuliza tena, una boyfriend wewe? Nikakaa kimya. Akaniuliza "Umeshafanya lile tendo la Nadhani mmeelewa wasikilizaji ee, ndo yamekuwa hayo, huyu mkaka ana mapepo au. Akaniuliza mbona unashangaa? Nikamwambia hamna kitu. Akaniuliza tena, nikamjibu kwa kichwa kuashiria hapana. Akaanza kucheka. Sasa nikawa najiuliza huyu, kwani nimesema nini cha kumchekesha hivi? Alivyoona nimeanza kuchukia, akanyamaza. Nikamwambia naomba niondoke, nimechoka. Akaanza sasa upuuzi wake, maana kulikuwa kuna meza katikati, akaisukuma alafu akavuta kiti changu karibu kabisa na yeye, kwa hiyo tukawa tumekaa kwenye viti tunatizamana. Yaani nisiseme uwongo, nilikuwa natetemeka, hadi Rahel alijua kuwa natetemeka. Akaniuliza, shida nini mpenzi? Nikamjibu, mimi sio mpenzi wako na unikome. Akarudia tena, nakupenda sana. Kisha alinivuta alafu akanishika shingo kama anataka kunikaba fulani, alafu akaanza kunikisa. Yaani nilibaki nimetoa macho, wakati huo sikuwaza hata kujinasua kutoka kwake. Ndio kwanza nashangaa nilivyoona ananizoea, maana alianza kunipapasa. Sasa nikamsukuma alafu nikanyanyuka kwenye kiti na kuanza kukimbia. Wakati nakimbia, kiatu kikanivuka mguuni itabidi nirudi kukifata. Wakati nakichukua na muangalia, Raheli yeye anatabasamu, huku kajishika mdomo, kuna namna alizidi kuwa handsome, ila nikachukua kiatu changu na kuendelea kukimbia. Nafika nje namkuta Justina akakaa ananisubiri, nikamshika mkono nikakimbia naye, akawa ananiuliza: we shogangu, kwani vipi humo ndani? Nikamjibu: we acha tu, yamenikuta makubwa. Tukakimbia hadi kwenye domu kama watoto, tukafika, kitu cha kwanza ni kushika tableti. Wakati huo Justina ananiuliza, kwa ni kuna nini shohile miye namwambia, "wesiusubiri". Nikachukua tableti nikaingia kwenye taarifa za shule kuangalia gazeti kama nimechapishwa, nikakuta hamna gazeti lililotolewa hapo, ndo kidogo nikahema <laughs> maana ni aibu. Justina bado anataka nimsimulie yaliyonikuta. Mimi baada ya kushusha pumzi kidogo, akili ikahamia kwenye pesa alizoniahidi Justina, nikaanza kwanza na kumdai hela zangu, maana nimeenda kwa ajili yake huko kote. Akaniambia, usijali shogangu, wenipe kwanza huo umbea Nikaanza kumwadithia tulivyofika kwenye sekta ya kukisi, Justina alivyo na vituko. Akaniambia emsubili kwanza shogami, nipe maji ninywe ili nisikilize vizuri hapo. <laughs> akanywa maji kisha akaniambia endelea. Yani ananifanya mimi kama movie. Nikaendelea kufika kwenye sekta ya deep kiss, nikamwambia yani niligwaa. Akaniuliza alivyo kukisi, we ulifanya nini? Nikamwambia sinilikaa tu Justina. Akainuka akanishika mabega na kichwa kisha akaniuliza we mzima kweli? <laughs> nikamuuliza kwa nini, akasema yaani, umeshindwa hata nawe kutoa ushirikiano. Nikamwambia mie sijui bwana, we nishakupa umbea, leta hela hapa unipe, maana wewe ndo chanzo. Justina akanipa laki tano on the spot. Yaani maisha yangu yote sijawai ya kushika hela kama zile na zilivyo nyingi, nikashindwa hata kujua nitazifanyia nini, na ukichangia pale shule kila kitu kipo. Nikatoka wakati huo huo nikapata wazo, nikaenda kwa kocha, nikamwomba nitumie simu yake, akaniambia sawa kwanza nikamuuliza kama na hela kwenye simu akaniambia ndiyo nikaomba niwatumia wazazi wangu laki tano alafu na mpakashi akaniambia na laki nne na elfu kumi tu nikawambia basi naomba hiyo hiyo akasema sawa kwa hiyo nikamtumia mamaangu ile hela alafu nikapiga simu alivyoniuliza hela nimetoa wapi hapo ndo kmdemu nikamwambia hapa shule kuliko na mashindano ya netball ndo nimeshinda laki nne nimeona nikutumie mama alifurahi akaanza kuniombea niendelee vizuri shule nikamwambia sawa amini ila kimoyomoyo nasema yani angejua ya kuna kiasi pia nilikuwa najutia kwa nini nimemwongopea mamangu. Nilivyomaliza nikampa kocha simu yake na nikampa pia na pesa yake cash. Akaniuliza, mchumba wako ndo kakupa hizo hela? Nikamwambia hapana, rafiki yangu ndo kanipa. Akaniuliza tena, kwani we huyo mchumba wako mbona hajaanza kukupa hela, wakati ni lazima ukiwa na boyfriend aanze kukupa matunzo? Nikamwambia bwana wewe kocha sio kweli, niye yule sio bwana wangu, ni yeye tu. Kocha akasema sio vizuri kumkataa mtu ujue ha. Nikaona huyu naye ananizoea Alafu mjua huyu kocha mwenyewe sio hata mkubwa, nilikaletu kabisa yani. Nikamwambia naomba nikalale, usiku mwema, akasema sawa, kwako pia. Nikatoka kwa kocha kurudi dom, ila nikiwa njiani nikawa naona wadanda na wakaka wamekaa kimakundi makundi, wanaangalia kwenye tablets kitu. Nikaachana nao, hata sikuwawazia nikawa natembea zangu mdogo mdogo mpaka dom. Nafika tu namkuta Justina, akasimama mlangoni. Namuuliza nawewe vipi, mbona kusimama mlangoni kama askari wa zamu? Akanangia yani, bora umekuja shogangu. Nikamuuliza vipi? Akaguna kwanza, nikamwambia niambie basi, ndio akaniambia gazeti limetoka. Yaani nilihisi moyo umeruka pa, nikamsukuma maana alikuwa akakaa mlangoni bado. Nikaenda kuchukua tableti, nikaingia kwenye sehemu ya shule kuangalia ile gazeti lilotoka, nakuta ni la michezo. Nikascroll chini, ndo nakuta gazeti kwanza limewekwa makopakopa kibao, alafu limeandikwa kichwa cha habari, Captain Rahel kutangaza uchumba wake na Sakina, alafu kwa chini wameweka picha yangu na yake wakati ule tuna kiss. Kwanza nikapanda kitandani nikajifunika gubi gubi na shuka, nikawa napiga kelele kama nalia. Justina yeye ananicheka huyu <laughs> ananitia hasira huyu. Nikaamka akanambia, hebu shogangu tutoke nje kwanza, maana mule ndani kulikuwa na watu. Tukatoka tukaenda bustanini. Tumefika tu, Justina akaniuliza Sakina, unampenda Rahel? Nikamjibu hapana. Akanambia, kweli umpendi? Nikamwambia ujue, Justina, mimi ningekuwa nampenda Rahel, si ningemkubali? Justina akanambia, mimi najua unampenda ila unakataa ukweli ulio moyoni. Nikamwambia bwana, mimi simpendi.